Ni saa saba na nusu usiku hapa katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Julius Kambarage Nyerere, tukiwa hapa na lengo kubwa la kuwa hapa ni kuwasindikiza wale washindi wa tiketi za hija waliojishindia tiketi hizo katika mashindano makubwa kabisa ya kusoma na kuhifadhi Qurani Tanzania yanayoandaliwa na jumuiya ya kuhifadhisha Quran chini ya Sheikh Uthman Ali Kaporo, mashindano yaliyofanyika tarehe 23 mwezi wa pili mwaka 2025. Jina langu ni Hamza Shaabani Lusambo, tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuwasikia washindi wenyewe ambao leo wanasafiri kuelekea katika mji mtakatifu wa Makkatul Mukarrama. Lakini pia mbele yako ukiwaona hao washindi, lakini wakiongozwa na Shekh Uthman Ali Kaporo, mwenyekiti wa Jumuiya ya Kuhifadhisha Qurani Tanzania. Tutaweza kuongea nao, lakini pia tutaweza kuongea na shekhe mwenyewe ana neno gani kwa wa Tanzania kuhusiana na tukio hili la leo. Assalamualeikum warahmatullahi wabarakatu Sheikh. Waalaikum ssalam warahmatullahi wabarakatu. Naam. Uh, pole kwa majukumu, lakini pia tunaliona tukio zito kabisa ambalo kwa namna moja ama nyingine tulikuwa tunalisubiria kwa hamu. Eh, niseme tu alhamdulillahi rabbil alamin. mm. una tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Bwana wa viumbe vyote mm. Hii ni neema kubwa mm. E, tuliahidi si mm. sisi peke yetu tulioahidi mm. serikali ya Saudi Arabia mm. chini ya balozi wake mm. mpendwa mm. aliyepo hapa Tanzania mm. Mheshimiwa Yahya Ahmed Okash mm. aliahidi mm. mbele za watu mm. kwamba watakaohudhuria katika mashindano ya Qur'ani tukufu mm. yaliyofanyika katika tarehe ishirini na tatu mm. basi miongoni mwao watapata tiketi za kwenda kuhiji Maka mm. leo tunasema alhamdulillahi rabbi alalamin mm. tuko hapa na tuna washindi hapa mm. walioshinda tiketi hizo mm. na leo hii wataondoka usiku huu mm. na ndege ya Emirates mm. tayari kabisa mm. kuelekea katika mji wa Makkah al-Mukarrama mm kwa ajili ya kutekeleza mm. ibada hii ya hija mm. kwa hili tunamshukuru mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala mm. tunamshukuru sana mwenyezi mm. mungu kwa sababu hii ni neema mm. watu wameahidi mm. na wametekeleza mm. wameahidi tutatoa mm. na mwenyezi mungu amejaalia wa wametekeleza mm. kwa hiyo tunawashukuru sana kabisa mm. serikali ya khadimul haramaini pamoja na balozi wake mm. ndugu yetu Ahmad Akash mm. kwa kuweza kulisimamia zoezi zoezi hili mm. kwa ufanisi mzuri mm. mpaka leo hii tunawasindikiza. tunaye kijana wetu hapa mm. Sheikh Isa mm. yuko Sheikh Abubakari pale mm. na yuko Bi Khadija mm. leo hii wana, wanalala Dar es Salaam mm. lakini wataamka katika mji wa Jidda kuelekea katika Makkatul Mukarrama mm. kwa ajili ya, ku, ya kutekeleza mm. ibada muhimu kabisa ya hija mm. ambayo itakayofanyika katika mwaka huu. Uh, watu wengi walikuwa wanahisi ni blabla bla kwa maana labda uh, itatimia mambo yatakuwa lakini leo tunaona yanatimia. Unaweza ukatoa neno gani kuhusiana na hilo? Wallahi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Mtu mm. akimtegemea Mwenyezi Mungu Mungu anatosha mm. na sisi tunasimama katika majambo haya tukimtanguliza mbele Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. mm. Kwa hiyo wanakuta hata wale ambao tunaoshirikiana nao nao wanakuwa na moyo mkunjufu mm. na moyo uliokuwa thabiti kabisa kutekeleza yale ambayo yaliyokuwa yanatakiwa kutekelezwa. mm. kimesemwa leo kinafanyika. mm. hakuna cha zaidi zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wataala kwa kuweza kufanikiwa katika jambo hili. E, sambamba na hili kwa kumalizia tumemaliza mashindano ya Qurani. mm. Mashindano ambayo kauli mbiu yake ilikuwa Qurani ni amani. mm. Qurani ni amani, ndugu zanguni katika imani. mm. na ndugu zetu hawa wanaondoka, wanakwenda Maka, tunawaomba mm. tunawatuma, watuma mm. kule mnakokwenda, muende mkaiombee nchi yetu amani. mm. mkaiombee nchi yetu amani kwa sababu amani ndio kila kitu. Bila ya amani hakuna hata haya tuliyoyapata leo, tusingeweza kuyapata, kwa sababu tusingeweza kufanya mashindano <tuhi> lakini kwa amani, utulivu unapatikana na neema zote zinapatikana. Kwa hiyo amani ni kitu cha kukienzi na kukitunza, ni kitu cha kukilealea. Nakumbuka hivi karibuni aliwahi kuzungumza mzee wangu mlezi wetu mm. Daktari Abubakari bin Zuberi bin Ali mm. mufti wa Tanzania mm. kwamba amani inatakiwa ilelewe iengweengwe kama vile yai mm. kwa sababu ukiichezea amani, ikipasuka kurejea tena katika hali ile ile ni ngumu sana mm. tukiwa tukiwa tunawasindikiza mahujaji wetu mm. tunatoa mwito zaidi ya kuwaomba mahujaji wetu kule wanakokwenda wakatuombee amani. Lakini vile vile tunatoa wito kwa Waislamu, tuienzi amani yetu, tuishike amani yetu, tuipende amani yetu e. Tunaona mazingira tuliokuwa nayo na hivi sasa tunaelekea katika wimbi la uchaguzi, ili wimbi linakuwa na mambo yake. Tumweke mbele Mwenyezi Mungu, tumuombe sana Mwenyezi Mungu, wale ambao wanaweza kuja na fikra au mawazo ya kutaka kututoa katika utulivu tuliokuwa nao, Mwenyezi Mungu asiwape mafanikio, wawe ni wenye kufeli. mm. ili maendeleo kama haya mafanikio kama haya mm. tuweze kuyapata. mm. leo tunawasindikiza hawa, kesho tuwashindikize wengine. mm. na maendeleo yaweze kuwa mazuri mm. na mazuri zaidi. Sheikh Abubakari, leo unasafiri una, una no. kuelekea katika mji mtakatifu wa Makka no. furaha yako, furaha yangu ni kubwa. mm na si mimi tu, sisi mm. wote tuliopo hapa wanne mm. tuna furaha hiyo mm. na tulikuwa tunamwomba Allah ili aweze kutuwezesha kufika katika ibada mm. mm. hii tukufu. Allah amekujalia kupata neema hii, kwetu ni kushukuru mm. kwa sababu walikuwa wengi mm. katika mashindano yale mm. lakini Allah katuteua sisi mm. kwenda mm. na Mwenyezi Mungu anasema asiyekuwa na shukurani basi mm huyu atakuwa amemkataa mola wake mm. Sisi tunamshukuru Allah mm. Tunamshukuru vile vile mwandalizi wa mashindano mm. kwa sababu na yeye anapaswa kupewa shukurani mm. kwa kulisimamia hili kwa wema mm. kwa kulisimamia hili kwa uadilifu mm. Lakini pili tunashukuru balozi mm. wa Saudia pamoja mm. na mfalme wa Saudia mm. kwa ajili ya kuliandaa hili kutoa mm. pendekezo ili Waislamu wa Tanzania nao wapate nafasi ya kwenda Hija mm. tunashukuru na hatuna la nyongeza mm. kubwa zaidi kwetu ni kwenda kutekeleza ibada mm. na nyinyi mnayebaki mtuombee dua inshallah, tuende tukatekeleze ibada kwa wema mm. kwa usalama, kwa utulivu mm. Basi maombi mbalimbali mbali ambayo yanastahili kuanzia majumbani kwetu sisi wenyewe na nchi yetu mm. vile vile ni muhimu kwa sababu huwezi kutoka mm. alafu ukaambiwa huko unakorudi haku mm. hakukaliki mm. Sasa kama hakukaliki, unarudi kwenda wapi? Kwa hiyo tunamuomba Allah tutekeleze ibada kwa wema, turejee majumbani kukiwa na utulivu na amani. Lakini pili, jambo kubwa zaidi ni kumuomba Allah. Kila jambo yeye ndio mmalizaji, yeye ndio anayepanga. Hmm. Hakuna kiumbe mwingine ambaye ya yanapanga hmm. Yanaweza yakasema majambo mengi na wanadamu hmm. Na hii ni sifa yetu wanadamu hmm. Atasema hili, atasema lile hmm. lakini Allah alilompangia kiumbe wake kumpa yeah. Halina pazia, Allah anasema okay. Atampa tu hmm. hmm. Basi sisi kwetu hatuna la ziada hmm. Tunamshukuru Allah, tunashukuru maandalizi hmm. Yamekaa vizuri mpaka hapa tulikofikia alhamdulillah hmm. Basi na nyinyi mtuombee dua, tutekeleze ibada kwa wema Shema. na turejee nyumbani kwa wema mm. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa wa ndugu mm. mm. zangu, wanangu, jamaa mm. zangu, mimi mwenyewe mm. yani, tuna furaha sana mm. namelipokea vizuri sana mm. kwa hiyo, mpaka sasa hivi mimi ninachotoa ni shukrani kama alivyosema mzee mm. Abdul Bakari mm. mimi sina mengi ya kusema mm. zaidi ya kishasema a mzee Abdul Bakari, hamna mangine tena ya kusema mm. ni yale yale tunachoomba namshukuru Mwenyezi Mungu Mungu, hmm. eh, ametufikisha paka leo paka tunafika huko na tunaomba tule ninachokifuata kule tukakitimize turudi nyumbani. Ehe eh, kwa hiyo bwana hamna zaidi hapo kwa mimi. sawa sawa. Eh, nashukuru. Labda ni ni kuulize tu swali la, hmm. la mwisho yeah. Katika maisha yako uliwahi kufikiria kuota hiki ambacho kinatokea leo. Sijafikiria, nilikuwa nafikiria kile kuota, sijaota na nilikuwa sijaamini kama nitaenda tena, kama nilikuwa nafikiria nilifikiria kile kwa nimeshakata tamaa Nalisema ile kitu mimi sijapangana nao wale, lakini mpaka sasa hivi ule mtani wangu ananiambia nimefanya nini, wamenipanga. mm. Eh, ili wanichague lakini mimi sijasema nime sijapangwa. Mm. ili Allah tu mwenyewe ameamua. Mungu ndio akakupanga. Eh, Mungu ndio amenipanga. Kama kunipanga, kanipangia miezi mingi, lakini sio wengine. Hamna, hamna mpangaji mwingine zaidi yake yeye. Ni kweli. Eh, basi ndio hivyo babangu. Shukrani sana mama. Naam, ukiangalia kundi hili um, jenda imezingatiwa, lakini pia umri umezingatiwa. Unamuona baba kama sio babu, lakini unamuona mama kama sio bibi, lakini tunaye kijana mwenzetu ambaye naye walilahi, alhamdu, amebahatika katika kupata hiyo nafasi ya kwenda ya kwenda Makka. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jina lako je? Kwa majina naitwa Isa Toha Magembe Ia, ni mwanafunzi kutokea chuo cha somido wa fedha IFM. Hongera sana. Asante sana. <laughs> Saa um, unasomea fedha na uko chuo na, na, na, na alhamdulillah, rabbil alamin, naamini ulikuwa katika dini yako unasoma soma kuhusiana na nguzo tano za Uislamu, lakini ulikuwa ukifika katika ile nguzo ya tano kwamba unakuta mwisho kwa wale wenye uwezo, uliwe kufikiria kwenda Makka kwa hali ya kiuchumi uliokuwa nayo? Allah taala, nisidanganye, sikufikiria kwa kipindi hiki, lakini aidha nisema nilikuwa nikinyenyekeza maombi yangu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Mm, nikija kufanikiwa ama kufikia uwezo, inshaallah niweze kuwezesha, lakini namshukuru Allah subhanahu wataala. Mm, ameliwasilisha jambo lenyewe kabla mimi kufika huko. Mm, kwa hiyo kama tunavyosoma kwenye Qurani Mwenyezi Mungu akipanga, basi na jambo lake linakuwa mm. ni kipi ambacho una unawaza katika kichwa chako baada ya kufika katika mji mtakatifu wa Maka kwenda kukifanya, au dua gani ambayo labda unafikiria kuiomba dhidi yako na kwa Tanzania kwa ujumla. Uh, aidha nikianza zidi yangu kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anavyotuambia, mm. hakuna dua bora hapa duniani, aidha kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie mwisho mwema. Kama ni hivyo basi, hivyo hivyo nikija mm. kwa nchi yangu, hakuna ninachokiombea zaidi ya amani, mm. kwa sababu amani, utulivu ndio unapelekea pia nchi iwe na mwisho mwema. mm. lakini pia kama tunavyojua hakuna mwisho mwema zaidi bali unaanza kutengenezwa kuanzia sasa, hivyo mm. naamini kwa uwezo wangu Allah atakunijalia, kwa nguvu na kila kitu, nitajinyenyekeza sana kuhakikisha naombea amani ya nchi yangu na mm. siyo nchi yangu tu, bali nchi ya Afrika mpaka dunia nzima Inshallah. Okay. Okay. Shukrani sana Sheikh Isa. Shukrani sana hii hija ya hawa wali washindi wetu. Hija hii ni tunu kutoka kwa mfalme wa Saudi Arabia, mfalme Salmani Ibn Abdul Aziz ndio ambaye aliyetoa nafasi hizi. Kwa hiyo hawa ni wageni wa mfalme. Wakishatoka hapa wakifika tu pale Jidda, watakuta pale marasim na protokol za za kifalme zikiwapokea na watakuwa chini ya usimamizi wao wote. Hawa hawaendi na taasisi zetu za hija tunazozitambua hizi zinazopeleka watu hija. Hawa wanaenda lakini msafara wao wame unasimamiwa na, na serikali ya Saudi Arabia, na wakifika kule watapokelewa na serikali na wataishi katika mazingira hayo, katika taratibu maalum, na hija yao tunaisema ni VIP, sio ile hija ya kawaida, ni hija ambayo itakayokuwa inapambanuka na hija nyingine za kawaida. Mwenyezi Mungu awajalie msafara wao uwe waheri na baraka na mafanikio iwe hija yao iwe ni makubuli insha Allah, na waweze kupata mwisho mwema insha Allah. Labda cha cha ziada e, tumemaliza sasa. Kuna, kuna fungu moja tulilokuwa bado. Hawa ni wahija lakini umra bado hawajaenda, wako watu wa umra wataenda, lakini umra ni baada ya kumaliza hija. Ikimalizika hija likifunguliwa lile dirisha la umra, kuna watu wengine washindi wengine ambao walopata tiketi za umra watakwenda leo, tunamalizia hawa wahija mwisho, tutakuwa nao wa umra. Lakini wale wengine wote washindi, walioshinda kupata gari wamepata tayari, waliokuwa wamepata bajaji, waliokuwa wamepata simu, wale ambao waliokuwa wamepata bodaboda, washindi wote, kila mmoja amepata kama vile ilivyokuwa imehaidiwa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hili. Mwisho tutoe mwito kwa watukufu wa Islam, Tushikamane na Qurani. Qurani ndio siri ya mafanikio haya, yote haya tunayapata kwa sababu ya Qurani. Kwa hiyo tushikamane na Qurani, tuipende Qurani, tuwasomeshe watoto wetu Qurani. Mazingira tuliyokuwa nayo, tunatakiwa tuiweke mbele zaidi Qurani, ili tuweze kufanikiwa katika maisha yetu ya hapa duniani na vile vile maisha yetu ya kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qurani ndiyo amani, Qurani ndio uchumi, Qurani ndio kila kitu, kila kitu. Mwenyezi Mungu wanasema mafaratna filkitabi min shay, hatukuacha kitu katika kitabu hiki. Qurani kuna rehema, Qurani kuna shifaa, Qurani kuna kila kitu. Kwa hiyo watukufu wa Islamu, sisi tukifanya mashindano sio lengo mashindano, lengo letu ni kuwaiteni kushikamana na Qurani, tuienzi Qurani, tuipende Qurani, tuishi kama inavyotaka Qur'ani iishiwe, tuishi katika mazingira hayo, kwa sababu ukiishi hivyo, matokeo yake utakuwa na adabu na tabia nzuri, na ukiishi na tabia nzuri na ukawa na tabia nzuri, matunda yake ndiyo amani inatawala. Amani haiji sehemu ambako kulikokuwa hakuna tabia nzuri, na pia tabia nzuri haiwezi kupatikana kama haukusimama na vitabu vya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunawaita Waislamu wote kwa umoja wao tushikamane na Qur'ani ili tuweze kufanikiwa e, katika maisha yetu ya hapa duniani na kesho akhera. Tunawapa mwito tena, mkitusikia tunawaita katika mashindano ya Qur'ani, basi mje ili heri kama hizi msizikose. Wabillahi tawfik.